Katika Injili ya Yohane sura ya 21 ambayo ndio inafunga kabisa injili hii. Inazungumza mambo makubwa matatu. Ya kwanza inazungumza anguko au kurudi nyuma kwa mitume, kwa Simoni Petro ambaye Yesu alipomwita katika injili ya Luka sura ya tano kuanzia ile aya ya tano mpaka ya kumi na moja alimwita Simoni Petro katika ziwa Galilaya alipokuwa anavua samaki na alimwita katika tukio hili usiku ule ambapo Simoni Petro na wenzake walikuwa wamevua hawakupata kitu Asubuhi yake wakawa wamekata tamaa ndipo Yesu akawambia litupeni jarife na ilo jarife sasa mlitupe upande mshushe mpaka kilindini wakapata samaki wengi sana Simoni Petro alipokuja kwa Yesu akamwambia ondoka kwangu mimi ni mzambi Yesu akamwambia kuanzia leo hutakuwa unavua samaki utakuwa unavua watu Akamwambia nifuate. Kwa hiyo, Simoni Petro akaacha vyombo vile, akaacha mitumbwi, akaacha na nyavu zote, akamfuata Yesu. Na alipomfuata Yesu, Simoni Petro alitoa viapo vingi, hata kama wengine wote watashindwa kuweza kuwa pamoja na wewe Yesu, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Alitoa viapo. Anasimama Simoni Petro katika safari ya maisha yetu sisi wenyewe, kwamba kuja kwetu duniani tupo kwa sababu ya mpango wa Mwenyezi Mungu, ya kwanza tumjue, ya pili tumpende, ya tatu tumtumikie baada ya kuweza kumtumikia tufike kwake mbinguni tumsifie Yesu Kristo. Simoni Petro alimtumikia Bwana kwa kutoa viapo, lakini viapo hivi vilikuja kumponza siku ya usiku wa Alhamisi kuu alipomkana Yesu mara tatu mbele ya yule kijakazi na akalia sana. Kitendo cha kumkana Yesu walikutana na Yesu, Yesu alikaa kimya akumwongelesha baada ya ufufuka wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao tumehusikia sana katika Jumapili zote zilizopita, ya kwanza, Yesu Kristo alivyofufuka hakuenda moja kwa moja kwa wale mitume wake, aliwatokea akina mama. Kwa hiyo Simoni Petro akaanza kupokea taarifa za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia akina mama, na kumbuka nyakati hizo kwa Wayahudi mwanamke walikuwa hawamwamini mwanamke, alikuwa hawezi kutoa ushahidi wowote ule mahakamani. Sasa wakasema, Simoni Petro akasema, kama kweli Kristo amefufuka, kwa nini hanijii mimi? siku ile nilivyokuwa nimemkana, hakuniongelesha alafu tumesikia tu anatuambia twende Galilaya katika ile Matayo sura ishirini na nane Anawaambia nendeni Galilaya, mtaniona. Walipofika pale Galilaya, Simoni Petro ndipo akatoa maamuzi haya ambayo tumeyasikia, akasema, naenda kuvua samaki. Ukiona mwanaume amefika hatua amesema naenda kufanya jambo hili, utambue ametoa maamuzi kipindi cha hasira, anatoa maamuzi kipindi cha kukata tamaa, kwamba naenda kuvua samaki. tumsifia sikuishi Ukisikia mwanaume amesema, naenda kukupiga, naenda kumtandika, utambue kweli anaenda kufanya, amekata tamaa. Kwa hiyo Simoni Petro anavyotamka maneno, naenda kuvua samaki, alikuwa amekatwa tamaa, tamaa, tamaa yenyewe imekata. Mbona Yesu anavyokuja hanitokei mimi? Haongei na mimi tena? Mbona nasikia tu habari kupitia kinamama? Na kuna wengine wakampelekea umbea, wakasema hivi, Yesu alipokuwa pale msalabani alimkabidhi mama yake Bikira Maria akarudi nyuma akakata tamaa akasema naenda kuvua samaki, akasahau kwamba alishafungwa Kristo, tumaini letu. Katika nyakati za maisha unaweza ukapita nyakati ngumu za Ijumaa kuu, ukapita nyakati za Alhamisi kuu, ukajikuta katika tukio fulani, umekana umemkana Kristo, umekana ndoa yako umekana Ukristo wako, umekana mimi, naweza nikaukana pia upadri wakoma siku sikujui Kristo sikujui nimemkana, nikaanguka katika swala zima la dhambi. Ukianguka okay, katika swala zima la dhambi utajikuta ile furaha uliyokuwa nayo mara ya kwanza haipo tena, maono uliyokuwa nayo mara ya kwanza hayapo tena. Utajikuta pia unaweza kumtegemea mtu hivi, e, napendeza na ukiona tu utukufu wa Mwenyezi Mungu umeondoka ndani yako, baada ya dhambi, unaanza kumtegemea mtu mwingine akusaidie, akuangalie, mwingine unakuletea taarifa hiyo, unaanza kujikuta unaenda kwa watu wengine wakuletea hiyo taarifa juu ya mambo yako. Kurudi nyuma kwa Simoni Petro kunadhihirisha kuna wazi sisi wenyewe kuweza kuanguka. Ndio maana katika Jumapili ya leo, kati ya vitu vya kuweza kuvifanya, mwombee sana kiongozi wako wa kiroho. Ndio maana kwenye kila misa hapa tunasali tukimwombea Baba Mtakatifu, tunasali tukimwombea askofu, kwamba tunasali tukiombea mapadi, mapadi wasije wakakata tamaa, wakarudia kazi zile za zamani, wakarudia maisha ya za zamani, akasema naenda kuvua samaki. Kwa mfano, kalabda mimi hapa Ndasema, naenda kufanya nini? Mmoja amesema sema ati father, kwa sababu umetoka huko, umetoka kwa sababu nimetoka Iringa, naenda kugema ulanzi, naenda kurudia kazi zamani za kugema ulanzi. Mwambie jirani yako hivi, wewe ukikata tamaa unarudia kazi gani? Mwingine laba kupika mbege Rafiki yangu Kiwele amesema <laughs> yangerudia kazi ya kuinda vindege <laughs> washikamanati, unarudia kazi za zamani kupika common. Unarudia kazi za zamani, yani maisha ya zamani. Unarudia maisha ya zamani baada ya kukata tamaa, au unapita kwenye changamoto ya maisha, unajikuta pia kwenye changamoto ya ndoa, unashangaa unamrudia ex wako ya zamani, mliokanea shule ya msingi. Ilishapita, ilishapita. Mbona, jainaku, ilisha pita unaweza kumkumbuka yule wa zamani, kwa yule wa zamani alikuwa ananipenda, huyu al, hapo anipendi, haongee na mimi siku hizi, naye namwendea fulani, mwambie jina yako. Usifanye kitu kama hicho, anguko la Simoni Petro la kurudia kazi ile ya zamani, aliondoka na mitume wengine sita, naye mwenyewe pia akawa wa saba, maanake idadi yao walikuwa ni saba. Mitume saba walianguka, wakarudia maisha ya wa zamani. Saba manake kamilifu, anguko lao lilikuwa ni kamilifu. Yesu alipoona hivi akasema, aaa, Simoni Petro amerudia ile kazi yake na wale wengine wamemfuata, akasema ninawafuata. Mtuombee sana, anguko la padri, anguko la kiongozi wetu wa kiroho, anguko langu la mimi linawavunja moyo watu wengi sana na ndio maana mara nyingi sana ndugu zangu, ukiona imetokea jambo lolote lile baya kwa padri kwenye mitandao ya kijamii pap! mabango hivi na hivyo, alafu kuna watu wanakujua kabisa kama wewe ni mkatoliki kindakindaki, umevaa rozari unashangaa na kutumia mese, eh, padri wako angalia angalia, mnajisikia aibu, mnasema jamani, kama padri kweli imekuwa hivi inakuwaje sisi? Sikiliza, ukiona anguko la padi limetokea, utambue kabisa kwamba huyo ni kiongozi wa kiroho. Shetani anataka kuanza kuangusha watu wengi sana. Simoni Petro alipokata tamaa ya maisha, wengine sita wakamfuata na wenyewe wakaanguka katika dhambi hiyo. Ukiona padi amekata tamaa ya maisha, amerudia katika maisha zamani ya ulevi, amerudia maisha fulani hivi na hivi, wengine wengi sana wataanguka, kwa sababu kuna watu wengi wa sana wanamfuata nyuma yake. Katika dominika hii hi, tuwaombee mapadi, funga mikono yako, mwombee padi wako aliokubatiza Mwombee hata kama amefariki. Mwombee askofu wako aliyekupata kipa imara. Mwombee tu asije akakata tamaa. Mwombee nakumbuka katika misa, waombee tu mapadi wasije akarudia maisha yao ya zamani, sema amina. tumsifia Yesu Kristu. Simoni Petro alivyorudia ile kazi ya zamani, Biblia imesema usiku ule hawakupata samaki. Kwa nini? Yesu alishamfunga hawakupata samaki. Ziwa lile lile ambalo alikuwa analivulia, alikuwa ananyush, anashusha nyavu anapata samaki, hakupata samaki. Na baadaye pia kuna kitu cha ajabu sana kilitokea katika Biblia, Simoni Petro alivua nguo ili aweze kuvua samaki vizuri. Tukaanza kuwauliza watu wanaotoka katika kanda ya ziwa Hivi mwanaume mzima anapovua samaki amevua nguo yaani, unamuona mwana mwanaume mzima amevua nguo usiku, manake nini? Usiku amevua nguo, manake nini? Kristo labda unamkuta amevua nguo ati anafanya kazi za ofisi na amevua nguo, manake nini? Anaenda ofisini amevua nguo usiku, manake nini? Mmesema ati ushirikina. Kwa hiyo, mnataka mniambie kwamba Simoni Petro aliingia kwenye ushirikina? Ukiona tu umefungwa na Mwenyezi Mungu katika mambo fulani, hata utumie mbinu za namna gani, vua nguo, honga, fanya hivi na hivi, hutapata kile unachokitaji. Hutakipata, hutakipata. Mwisho wake, Yesu asubuhi anakuja pale, anawaambia wanangu, mnakitoweo Wakasema hapana. Ndipo mmoja tu Yohane akamtambua, akasema ni Bwana. Simoni Petro akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akaingia kwenye maji akamwendea. Na Yesu alipofika pale akawapatia chakula, wakala. Habari njema, hadi katika maanguko yetu, hadi katika dhambi zetu, Bwana hatuachi njaa. Mwambie jirani yako, mshukuru Mwenyezi. Mwambie mshukuru Yesu hajakuwahi kukuacha njaa, hadi katika maanguko yako Mgeukie okay, mwambie mwambia, hata kuacha ufe na njaa. Tumsifie Yesu Kristo. Mpende sana Yesu, hadi katika dhambi zetu, hadi katika mapungufu yetu, hatuachi hatuachi na njaa, anatuandalia chakula. Ndio maana kuna wimbo mmoja unasema, Bwana alivyo mkarimu, Bwana alivyo na upendo, zama ametuandalia chakula cha uzima. Bwana alivyo mkarimu! Hata wale waambea, jongeeni kwake. Hata kama wewe mwongo, jongeeni hata kama wewe mwizi jongeeni kwake. Hata kama una kidomodomo jongeeni. Hajatuacha, haja hatuachi anatuandalia chakula anatualika, anatupatia chakula. Walipokula wakashiba, ndipo akamkalisha kikao Simoni Petro. Walipokaa wamekula wameshiba, akamwambia Simoni Petro, njoo Akamaba, unanipenda mimi kuliko hawa? Hasa wataalamu wa mambo kiroho wanakuuliza alivyosema, unanipenda mimi kuliko hawa, hawa kina nani? Kuna wengine wanasema hivi unanipenda mimi kuliko hawa samaki, kwa sababu kilichomfanya akasirika rue kule ni samaki. Ni njanja mulizi yako, unampenda Yesu kuliko huyo mgeukie, okay. Mwambie unampenda Yesu kuliko huyo, alafu mwangalie usoni, mweke kikao, mgeukie, unampenda Yesu kuliko huyo. Ukiona akuangalie usoni, utambue message sendi. Hujawahi kumposti Yesu picha ya Yesu lakini, uyo, sema, hata siku moja. Lakini huyo chocolate bibi yako ndio unamposti kwenye status. Hujawahi kumposti amesema hata ile picha hata ile picha amefufuka kwa kweli, haleluya. Hujawahi kumposti Yesu, alafu sibe kwamba Yesu unijibu maombi yangu. Mwambie unaye mposti ndiye atakayejibu maombi yako kweli. Kila siku josti umemposti yule tu. Unampata maneno ya ajabu ajabu. Yesu ambaye kila siku anakulisha, kila siku anakutendea makuu katika maanguko yako, katika mambo mbalimbali, hujawahi kumonyesha jambo lote la kumpenda nakuliza lewe, unampenda Yesu kuliko huyo? Yesu akamwambia unanipenda mimi kuliko hao? Na huyo ambaye ndio umemweka ndani moyo wako, amekupelekea umekata tamaa, amekupelekea umevurugwa katika moyo, amekupelekea umeanguka. Unanipenda mimi? Unampenda Yesu kuliko kazi? Na hiyo kazi imekupelekea umeanguka. Unampenda Yesu kuliko hiyo biashara na hiyo biashara umekupelekea umeanguka. Ndio maana hujiamini tena, kwa sababu ya hiyo biashara umejikuta umeingia kwenye ushirikina, umejikuta kwamba unavua nguo unafanya mambo ya ajabu, mpaka aibu. Tunakuona tu hapo umependeza, samani si wasemi wanakwai tunakuona umependeza, umevaa vizuri, lakini kuna watu wengine ndani wamevaa ilizi, kwa nini biashara iweze kwenda vizuri. Tunakuona kabisa kama umependeza unaonekana ume ume ni vizuri uko smart, lakini kumbe nyumbani kwako kwenye biashara zako umechimbia fufu la kichwa su la panya su la simbilisi su la sungura su pa, la la, la kondoo mpaka aibu. Unaonekana umevaa wigi zuri na suti nzuri, lakini una mambo ya ajabu umekupelekea umeanguka nini kwa sababu ya kazi hiyo Je, yeah, unaipenda una hiyo kazi unampenda una, una Yesu kuliko hiyo kazi? Ndio maana umekuwa mwizi. Tunafanya mambo ya ajabu sana katika safari ya maisha yetu. Yesu anafika tu anamuuliza Petro maswali haya matatu, unanipenda mimi kuliko hawa samaki? ambao umekupeleka uta kuanguka hasa hivi. Una ule moyo wako wa zamani uliokuwa nao? ulikuwa na furaha, tunakwenda na kuchekelea unahangaika kila siku siwaseme akina ma, kila siku nikukandika kujikandika tu maugali ili uonekane mzuri nini? Zamani mbona ulikuwa ujikandike? Kwa sababu ndani ya moyo wako kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, yamekupelekea unajinenea mabaya, huna furaha, huna amani, umeanguka kwa sababu ya kupenda vitu. Umeanguka. Simoni Petro akamwambia Bwana, wewe unajua yote mwambie fungua mikono. Akamwambia Bwana unajua yote, na ukae utulie. Bwana unajua yote, unajua mwenzako nilikuwa nimebananishwa. Petro akisema nilibananishwa mwenzako, lakini nakupenda. Na ndio maana basi, katika maanguko yetu tumeanguka kweli, Bwana, lakini tunakupenda. Ndio maana tunakuja hapa Jumapili, tunakupenda. Bwana unajua yote unajua yote kwamba tunakupenda. Tungekuwa tukupende, nisingekuja Jumapili, nisingekuwa naimba kwaya, nisingekuwa napiga kinanda, nisingekuwa nimesimama pele. Bwana, anakupenda mara tatu. Yesu akamwambia lisha kondoo wangu, akamwambia chunga kondoo wangu, na baadaye akamwambia nifuate. Ili neno alipomwambia nifuate, alimwambia nifuate katika udhaifu wako nifuate katika mapungufu yako. Kuna watu wawili ambao leo hii kwetu sisi wanasimama katika kutufanya tuweze kufanya maamuzi magumu. Aliyekuwa mwaminifu sana akawa chini ya msalaba, alikuwa anaitwa Yohane, lakini akwambia achunge alishe kondoo wake. Aliyekuwa mwaminifu sana mpaka akaja akamwona kwamba ni Yesu, alikuwa ni Yohane lakini Petro alijifunga akakimbilia akaenda pale Yesu akamwambia, anamkabidhi kuwa Baba Mtakatifu wa kwanza, mtu ambaye ni dhaifu na katika mapungufu yetu, katika madhaifu yetu, Yesu anatukabidhi, anatukabidhi mambo ambayo ni makubwa, ambayo ni mazito, anatukabidhi. Tumekuwa viongozi sisi, tumesimama anatukabidhi pia majukumu ambayo tunamwimbia hadi katika mapungufu yetu. Kwa sababu ya nini? Si kwa sababu tunastahili, ni kwa sababu tunampenda, kwa sababu tunampenda. Hebu katika maanguko yako yote katika kukata tamaa kwako kote, mwambie yesu tu Yesu, nakupenda. Ukimwambia okay, Yesu nakupenda, atakuinua, utatoka katika maanguko yale mpaka toka baba mtakatifu wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Alimwinua Petro kutoka maanguko yake, akaja kuwa baba mtakatifu wa kwanza. Siku ya leo katika dominika hii ambapo kweli tunamkabidhi Mwenyezi Mungu wachungaji wote, tunamkabidhi Mwenyezi Mungu maanguko yetu yote, tunamkabidhi Mwenyezi Mungu kuanguka kwetu, tuimbe wimbo huu Ishara kwamba tunasimama mbele zake. Fungua mikono yako, tulia kwa utulivu kabisa. Angalia safari ya maisha katika maanguko yako, tulipoanguka, ulipokata tamaa, ukarudia maisha ya zamani Unge tamani kuweza kumwambia kitu Yesu kwamba nasimama mbele zako na kurudia wewe, nakosa maneno mazuri, nimwambieje? Lakini Yesu anakupenda, Yesu anatupenda. Alimwinua Petro, yuko tayari kuweza kukuinua wewe. Waweze kuungana na mimi katika wimbo huu -Wim. Mungu ni pendo hapendawa